Wakiwa na mishumaa yenye kuwaka, wakizunguka bendera ya Kongo, makumi ya watu, sio tu wanaharakati, lakini pia wanasiasa, walikusanyika hapa katika kumbukumbu -kumbu za waliouawa wa Goma mwaka mmoja uliopita, wakilenga hasa kulaani ukiukaji wa haki za kibinadamu uliofanywa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi depuis la prise de la ville de Goma Jamais... Tangu kutekwa kwa mji wa Goma tarehe 27 Januari 2025, hadi kutanuka kwa udhibiti wa majeshi ya Rwanda na AFC hadi Bukavu na Uvira, mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini imekumbwa na kuzorota kwa kiwango cha kutisha cha hali ya haki za binadamu. Raia ndio wanaolipa gharama nzito zaidi: mauaji, kukamatwa kiholela, mateso na uhamishaji wa kulazimishwa. Torture. Zaidi yao hapa, waandamanaji hawa wameitaka tena serikali kuheshimu makubaliano ya amani yaliyosainiwa na kuthibitishwa tarehe 4 Disemba mwaka jana na Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kwa usuluhishi wa Rais wa Marekani Donald Trump huko Washington. Pia wamesisitiza juu ya umuhimu wa kutekelezwa kwa mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kabla ya kutekelezwa kwa maazimio ya Umoja wa Mataifa kabla ya kuanzishwa kwa mazungumzo yoyote na kundi la waasi. Nous saluons avec sincerite Tunapongeza kwa dhati makubaliano ya amani ya Washington yaliyosainiwa na mheshimiwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo na Paul Kagame tarehe 4 Disemba elfu mbili na ishirini na tano, chini ya upatanishi wa mheshimiwa Donald Trump, rais wa Marekani. Ikumbukwe kwamba makubaliano mengi pamoja na maazimio ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu amani nchini DRC yametolewa, lakini hali inaendelea kuzorota zaidi na zaidi. De plus en plus. Waziri wa habari na msemaji wa serikali ya Kongo amewataka wakongomani wote kuendelea kuwa na mshikamano na kuimarisha juhudi za umoja huku akiwahakikishia kuwa serikali inashughulikia suala la usalama mashariki mwa nchi. Tusifikiri hata kwa dakika moja kwamba tumekaa na kufumbia macho na mikono hali hii. Kinyume chake, ni muhimu kufahamu kuwa kila siku, iwe katika majukwaa ya kidiplomasia au katika kuimarisha jeshi letu, tunafanya kazi kufikia lengo na kuwaondoa baba Rwanda na mwanaye, waasi wa M23 kutoka katika ardhi yetu. Mji wa Goma ulianguka mikononi mwa waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda baada ya mapigano makali dhidi ya wanajeshi wa serikali, mapigano yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu takriban elfu tatu kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, huku serikali ikishikilia kwamba ni watu zaidi ya elfu kumi ndio waliouawa. Kwa sasa jitihada zote za kurejesha amani huko Kivu bado kuzaa matunda. Ndio Malinga, DW Kiswahili, Kinshasa.